Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV, lile sakata la mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Sishikiki Sikamatiki. Huyu ni ex girlfriend wa Harmonize. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba baada ya Harmonize kutoa single again mwaka juzi, eh, ni kwamba baadaye baadaye baada ya kama miezi miwili mitatu alikuwa bado yuko single lakini alionekana akiwa yuko karibu na baadhi ya wanadada. Mmoja kati ya wanadada hao bwana alikuwa ni huyu, Sishikiki, Sikamatiki. Sasa, huyu bidada bwana ameamua kwenda kufanya plastic surgery hivi karibuni na sababu ya kwenda kufanya plastic surgery inasemekana kwamba watu wengi sana alikuwa anasema kwamba huyu ni mrembo ambaye yuko na mwili mzuri, lakini ukija kwenye suala la sura, watu wengi sana walikuwa wanatoa dosari kuhusiana na mwonekano wa sura yake. Sasa nadhani hicho ni kitu ambacho kilikuwa kinamfanya ajisikie very uncomfortable. Kwa hiyo basi, moja kwa moja akaamua kwenda kufanya plastic surgery, na Mange Kimambi alikuwa ni moja kati ya watu wa kwanza kabisa ku, kutoa hizo habari kwamba huyu bidada ameenda kufanya plastic surgery kwa ajili ya kuadjustia adjust sura yake

Unapotaka kumrekebisha mtu kwa kitu, unapotaka kumrekebisha mtu kwa kitu ambacho kinamgusa kwenye maisha yake, ambacho kinamuumiza au kuhusu ku, au kuhusu hisia zake, sio sawa kumcheka au kumdharau au kum, kumsema vibaya. Kwa kweli kama nia yako ni njema na sio kiki au kutaka attention za hizi social media, kwa nini usimfuate private Sio vizuri kama unaona mtu amefanya jambo lake ambalo halimuumizi yeyote yule, afu kaanza kumwandikia waraka wa kumdhihaki kwenye mtandao. Haya mambo ya kuwasema watu haya, haya mambo ya kusemwa publiki, eh, yasikieni ya tu kwa watu yanaumiza sana. Yani unatakiwa uwe strong kama chuma. Kuna vitu eh, kuna vitu na vitu vya kusema vya kumsema mtu mbele za watu wote, mbele za watu wote, lakini sio kila kitu ni cha kufanya hivyo. Ni rahisi sana kumcheka mtu na kumwona hana akili kama jambo haliko kwenye nafasi yako. Umeona eh? Temporary post. Faizali ameposti hivyo akiwa anamaanisha kwamba huo ni, ni maoni yake kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu watu wengi sana kiukweli wamekuwa wakimsema sana huyu si shikiki, kwamba amekuwa mbaya zaidi hata alipokuwa hapo awali, yani hiyo plastic surgery imemharibu zaidi, hajapendeza na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo kuna baadhi ya pages zimekuja kuripoti kuhusiana na maoni ya watu mbalimbali, akiwemo huyu hapa Faizali, eh, na yeye pia ametoa, eh, maoni hayo. Kwa hapa kuna page imeandika kwamba mwanadada Faizali ametia neno kuhusiana na sakata la mrembo si shikiki kufanya surgery ya pua yake